Hey, uh, tuko maeneo ya Mwenge, tumekutana na ndugu yetu DC wa Instagram. Yeah, yeah. Uh, mm -hmm. E, naona mpo vizuri. Sasa hivi mambo yake mazuri ameanza kung'aa rangi narudi ya mtume. Sisi kabisa kubwa ambalo uh, ya ya Simba. Ah, Simba tumeona Traageni alichosema. Mm. Trayageni amesema furaha yake iko mbingu ya saba. Sasa tunamuuliza Traageni, mbingu ya saba anaijua ina furaha gani? Manake vitabu vya dini. Eh, manake e, vitabu vya dini vinatuambia mbingu ya saba ndio yupo Mungu. Sasa Try Again jana ameojiwa anasema furaha yake iko mbingu ya saba naomba mumfuate muulize, furaha ya mbingu ya saba anaijua? Okay. Atuambie. Na akishindwa kutuambia atupe milioni tatu. Sasa hata akikwambia unaijua? Of course vitabu vya dini vimesema mbingu ya saba vinapatikana vitu gani. Sasa nikisema nitakuwa nimempa majibu. Okay. Mumfuate Salim Try Again atuambie furaha yake iko mbingu ya saba. Furaha yake ni ipi? Baba Levo alizungumza kabla ya mechi uh, kufanyika akasema kwamba Simba watakwenda kuchapa kwenye Wow, sio sio kila mtu anajua mpira. Unajua kuna watu wanafuata upepo, kuna watu ambao wanabahatisha. Alafu kuna watu sisi ambao tunaujua mpira, tumeishi kwenye mpira. Mimi nimecheza mpira na Godfrey Kikumbi hizi. Ninapochambua mpira na ujua. Historia yangu inanibeba, nimecheza mpira. Ukiuliza Kigoma nimecheza Kigoma All Star lakini nimekuja kucheza Morogoro, Uhuru Rangers, nikaja nikacheza Moro United na Godfrey Kikumbi hizi. Shule ndio kafanya niache mpira nije kwenye shule. Kwa hiyo historia inanibeba. Kwa hiyo yeye aliropoka, aliongea tu kama kama, kama ni mcheza kamali hakuzungumza kwa mahesabu. Unapoambiwa 244 au 2 au unaambiwa 4 au 344 unaelewa nini? Mifumo hiyo aielewi. Mchezo wa jana Simba, namna ambavyo pia wameonyesha kiwango chao labda pengine unauzungumziaje jana? Simba kwanza wamechelewa, Simba walipaswa ku equalize under 20 minutes dakika ishirini Simba walipaswa ku equalize mchezo iwe mbili mbili, napaswa ku equalize maana kuweka mbili mbili, lakini wamepeka mpaka daka, daka kipindi cha kwanza mpaka daka thelathini. Ni sababu tu wachezaji mafuadi au wamaliziaji wa timu ya Simba wana uroho wa, wa, wa kushinda. Kilichotokea Misri kimekuja kutokea tena hapa kila mtu anatamani kufunga mwezi, wapo kwenye sehemu nzuri, unatangania kupiga hiyo. Ndio na la pili, kocha kuchelewa kufanya sabu. Hili nitamfikishia pia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye ni Mo, nitamwambia kocha Aso apewe darasa, kocha afanye sabu mapema. Ndio tunachoumia mashabiki wa Simba, kocha anachelewa kufanya sabu. Na usimwambie kocha ngapi, mwambie Mo. Ah, naambia tajiri yake anemlipa, kwa sababu mashabiki tushapiga kelele mpaka sasa tunamchonganisha. Acha nimchonganishe. Alafu wewe dakika kama 60 ukaandika rafiki yangu wao, Simba wanatoka dakika 60, nilikuwa mbaya, ndio maana tumeenda kwenye penalti, yani wale ibidi tumalize nao dakika dakika 60. <laughs> Ndio maana tumefika kwenye penalty. Mwijaku, kukachana na hizo. Mm. Nimekuona umenivalia swala njuga sana swala la Manara. Yaani, mm, inaonekana kama wewe ni ndugu wa mwanamke yule Zaiylissa. Nini ambacho wewe kinakukereketa sana kuhusu Manara? Au una shida na Manara? Yeah. Sina shida ila ni mwanamme mpumbavu ambaye huwezi kuhudumia mwanamke hata nguo. Unapooa mwanamke, si, mimi ni Muislamu. Unapooa mwanamke, unaulizwa unaweza kumlisha, unaweza ukamvisha na unaweza ukamlaza sehemu salama. Hivi vitu vitatu unaulizwa. Una uwezo wa kumlisha, una uwezo wa kumvisha, una uwezo wa kumlaza sehemu salama. Unaposema ndio, maana utekeleze wajibu wako, mwanaume mpumbavu. Unashindwa kumnulia nguo hata moja. Zaiylissa amekaa kwake kwa muda gani sasa? Mwanamke mwanamke kama kasema yeye, ee, atuonyeshe nguo alomnulia, kwa sababu mwanamke kaeka wazi, kataja nguo alizokuwa anavaa na kweli kazitaja, mpaka kampuni nguo zilikuwa zinamvalisha, kwa alikuwa anapewa bure, kazi yake kuwatagi na kuwa mention manake wale wanafanya biashara, yeye hajawahi kugaramia nguo hata moja. Alafu alipokuwa ngoja, huyo huyo huyo mzungu alipokuwa mpumbavu, anamshika anamshika hivi anaingia kwenye hafla kubwa, kwenye harusi kama ya Hamisa, alimshika mkononi, kumbe nguo hajagaramia. Ni mwanamume mjinga anayefanya kitu kama hicho. Ni kosa kisheria, ni kosa kisheria, mwandishi kujitoka hadharani kumshika mwanamke wako na kujimwambafai, kumbe humgaramii wewe, ni kosa ni kosa kisheria, mwanaume kusimama nje ya hadhara ya watu kuanza kujinasibu na kusema kuwa wewe una, una, unamsifu mwanamke wako wakati mwanamke wako hujui hata underwear anaovaa ni bei gani. Ni kosa kisheria kusimama na mwanamke kumpeleka kuishi kwenye nyumba ambayo kodi ulipi wewe analipo mwanaume mwenzio. Ah, mwanaume gani? ni kosa kisheria ni kosa kisheria mwanamke kutoka kutafuta endorsement za nguo ili aweze kujistiri kimavazi. Dini yetu inasema unamuoa mwanamke wewe unateke, utekeleze vitu vitatu kwa mwanamke: kumvisha, kumlisha na kumlaza sehemu salama. Na Zaiylissa akasema, uliwahi kugaramia nionyeshe hata ela yako moja ulu, nguo ulizonunua utamsikiza okay, kitu... kama utaki nimsikize mwanamke ambaye alikuwa analala na, na mwanaume unataka niusikize, unanifundisha nini? ah, we kwa huyu mwanaume ngoja, unanifundisha nini? Nisimwamini ni, ni si ah, mwanamke mwana mbae mwanamke ambaye analala na mwanaume hmm wa mnyama amenambia, sijawahi kununuliwa nguo na, kaweka kila mtu kaona. Wewe ngoja nimalize, ngoja nimalize, wewe unasimama kwa jazba, unasema unaohiki gani wewe? Mwanaume unasema kuwa yule ananunua nguo, unanipa picha gani? Nijue kati yako wewe na mzungu nini kinaendelea katikati? Unanifundisha nini? ali nijue kitu gani? Wewe umekamilika kweli? Maanake unanishangaza kwa sababu mwanamke ambaye anavua nguo anasema, sijawahi kununuliwa nguo na mzungu wewe unasema hapana, mzungu kanunua nguo. Inawezekana ukiwa huna hela, ukiwa maskini, inawezekana utakii kujilazimisha kuoa sawa. Mnasema yupo pesa, yupo katika pesa. Pesa ni vitendo, pesa inaonekana kwa vitendo yani. Ukisema wewe upo vizuri kwenye pesa, tunaangalia vitendo vyako. mm -hmm. unaishi wapi? nyumba mm -hmm. unaokaa unalipa kodi. Zaidi tafuteni zaidi, sawa mbili kodi analipa mtu tena Mwarabu. okay. unamchukua mke wako, unabeba familia, unabeba ndugu na jamaa, unawaeka pap, kodi analipa mwanaume mwenzio. Mwanamke atakaa kwenye nyumba hawezi kukaa, hakuna mwanamke anaweza anaweza kukubali kukaa, hapana. Tena nikosa kisheria yani, mwanaume unaoa eti kwa sababu mimi balozi wa Silent Ocean waea Kilimanjaro stakago, nimwambie salaha nilipie kodi kwenye nyumba, mwanamke wangu atanifikiriaje? Yaani mwanamke wangu atanifikiriaje mimi? Ataniuliza wewe mzima kweli? Atauliza wewe. Mm-hmm. Nisikilize, mimi ni balozi wa kudumu wa Silent Ocean na kilima cha Sakago. Siwezi kumwambia kansela sala na kwenda kupanga Masaki Mikocheni. Nilipia kodi. Mwanamke wangu, -hmm. mwanamke mwenye mwanam akili atakuliza wewe mzima kweli? Mm-hmm. Wewe mzima na utajiri wako? Wewe mzima ataniuliza wewe mzima? Ni swali ndio? Wewe ni mzima? Yaani mwanaume mwezio analipa kodi ambapo unalala na mimi wa mnyama. Alafu mwanaume mwezio analipa kodi. Kutu akinipigia simu akinambia njoo ofisini kwangu, niende nisiende? Sasa, mwenye, mimi katika kitu kimenishangaza, ngoja kidogo. Mwenye nyumba nimemtafuta hmm. Kodi nalipwa na Mwarabu hmm. Alipata wapi ujasiri wa kuchukua ndugu na jamaa kuwaleta nyumbani kwake wakati kodi alipi yeye? Unapata wapi mwanaume ujasiri huo? Jengeni, mtazidi kuaibika na ndoa zenu. Slamu, slamu. Slamu. Slamu. Slamu. Slamu. Slamu. Jengeni slamu. Jengeni mwishi kwenu, mtazidi kudhalilika na huu ni mwanzo Maimatha aliwahi kusema hmm. watu wote tukambeza. Maimatha aliwahi kusema baada ya harusi ya Hamisa zai hajarudi nyumbani wiki nzima, watu tulimtukana Maimatha hmm. tulimtukana Maimatha hmm. leo Zaiylissa amesema, mara ngapi nimeondoka nyumbani, nimekwenda kwa Dula Makabila kupumzika. Mara ngapi? Kataja jina, kata jina. Kata jina. Kata jina. Hajataja jina, lakini misi nimejiongeza, sawa yeye Zaiylissa <laughs> akasema mara ngapi, mara ngapi nimeondoka nyumbani, tena ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani nimekwenda kwa Chris outfit. Kwanza katika siku alizoolewa kaka mwaka mmoja mwaka mmoja na siku 365. Katika siku 365 za ndoa yake Zaiylissa hmm, amelala nyumbani kwake hmm, siku 65. Siku nyingine zote alikuwa huyo ndo anamvisha, yani alimpa huyo, ni mtu anayemvisha nguo. Jamani, kwani kwenda kwa Chris outfit kuna dhambi gani? Ni rafiki yake. Kitu ambacho nataka uzungumzie wewe, tuende kwenye upande wa dini, tuje na kwenye masuala ya kidunia. Kama kweli Haji Manara au hivyo hivyo Haji Manara au mume wake Zaiylissa alimtongoza yule mtoto ambaye anasema, hmm. ana miaka kumi na ngapi? kumi na saba. Tuzungumze tu kwa kweli, kutongoza kumtongoza, kumtongoza mwanamke sio dhambi, yaani hata kumtongoza, mm -hmm. yani kumtongoza dada wa kazi, kumtongoza ndugu sio dhambi mm -hmm. Kwanza nikuambia yule ni, ni mpwa Zaiylissa, angeweza kuoa mke wa pili, kena kutongoza sio dhambi, una uwezo wa kuwahudumia Yaani, swala la kutongoza hakuna mwanaume sasa asiotongoza. Sasa kama Zaiylissa mweko kwenye nyumba ambayo analipa mwanaume mwezio kodi, wanasemaje? <laughs> wanaweza kumhudumia mwanamke. Yaani kutongoza sio elfu hamsini sio hela kwa maisha sasa hivi. Yaani unampaja mwana mwanamke mwana, nisikilize manake mtoto ana miaka 17. Kama kweli kamtongoza, sijui kama kweli kamtongoza, sio dhambi Pengine alikuwa mni mkubwa, pengine alikuwa anamtongoza amuoe awe mke wa pili. Swali langu linakuja, una uwezo huo wa kumtongoza kumuoa kumfanya mke wa pili kama mke wa kwanza uliokuwa naye nyumba uliokaa unalipiwa kodi na mwarabu. Huyo mwingine naye nani atakulipia kodi? Yaani ninawaza mimi hapo. Lakini kutongoza sio dhambi. Wewe utongoze. Mimi mwenyewe hadi leo nilipo hapa natongoza. Mke wako naona hivi. No, natafuta kuoa mke wa pili kwani kuna dhambi? <laughs> Mimi dini yangu inaruhusu naongea kwenye swala la dini shehe. Natafuta nioe mke wa pili. Unaambiaje niache kuamini dini yangu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Natafuta kuoa mke wa pili. Sio dhambi. Kwa Kwaonaweza nikatongoza. Changamoto inakuja. Unaweza kumgaramia, unaweza kumjengea nyumba, unaweza kupanga nyumba kwa pesa yako? Unatuonyesha una endorsement hii. Una endorsement, kumbe hamna kitu. Mbona unaonyesha Manara kwamba ana chochote mmeja kuna. Ana kitu gani? Anaambia ana kitu gani? Sasa anamiliki media yule? Media, media, wewe mwenyewe unamiliki media. Kerimastori anamiliki media. Eh, Nansa anamiliki media. Eh, Rick anamiliki media. Mbezi Beach ni milioni mbili na laki tatu kwa mwezi. Mimi na swali kwa pande zote mbili, kwa Zaiylissa, lakini pia same time kwa Manara. Manara, kama sijakosea, hii ikawa ni ndoa yake ya tano au ya nne. Uh, lakini pia Zaiylissa hii ni ndoa yake ya tatu, si ndio? Kabla hapo aliolewa, then akaolewa na Dula Makabila, akaolewa na Manara. Wote kwa pande zote mbili, sehemu gani ambao wanafeli? Wana, wana, wana, wana wanaingia kwenye ndoa, ndoa zinavunjika Ukiingia kwenye ndoa kwa mfumo wa kumkomesha mtu uweze kufanikiwa. Ingia kwenye ndoa kwa mapenzi ya dhati ya kutengeneza familia. Lakini ukiingia kwenye ndoa ukiwa kwa mfumo nataka nimkomeshe mtu fulani nimeolewa au nimeoa, ndoa haiwezi kuwa na mafanikio. Vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwenye show off. Yaani unaingia kwenye ndoa kwenye show off. Leo nimeachana na huyu na kwenda kesho kuolewa. Ndoa sio masihara. Ndoa ni muunganiko wa watu wawili ambao mtaishi kwenye shida na raha. Kwa hiyo ndoa Manara ilikuwa show off. Show off kwa asilimia mia moja kwa sababu aliyeoa kuwa prove watu, hata siku yake ya arusi alisema hii ndio ndoa yangu ya mwisho, hapa nimefika Kigoma. Huwezi kuongea hayo maneno kwa mwanaume mwenye akili mbele za wanaume wenzio. Yani kwa mwanamke, mwanaume mwenye akili huwezi kuongea maneno kama hayo mzungu alikosea sehemu moja tu, kuanza kuwaaminisha watu kuwa hapa ndio Kigoma. Anayejua Kigoma yako ni Azza wa Jalla, mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sema tu inshallah, nitatamani hapa liwe mwisho wa ndoa yangu. Unaweza okay. ukamsaidia mwanamke alafu baadaye mkigombana, unaweza kumtukana kama vile maneno ambayo tulikuwa nao kwenye comment Uh, mtoto wako nimemtoa shule za Kayumba, mm. Nimempeleka shule za private, mm. Ulikuja hapo unavaa nini kipedo? No, ni mwanamme mpumbavu ambaye hakulelewa kwenye misingi ya dini hakukua katika mikono ya malkia au mwanamke mwenye hadhi na busara ya Kiafrika. Mimi nikikuhudumia, nikihudumia familia yako, nikihudumia watu wako wa Ahl al-Bait, ni makosa kisheria kuja kutangaza baada ya mi nawe kugombana namna nilivyofanya. Maana yake hukufundwa, hukuenda jandoni Wakati unamsaidia ulikuwa kwenye penzi zito, ambapo unahisi ulikuwa ukafurahi, uka na satisfy kwake, ndio maana ukafurahi ukasema nihudumie familia yake na umzunguruka na ukafanya hivyo kwa hiyo. Kugombana kwake unaanza kusema unaanza kumsimanga kwa kile ulichokifanya, unakosea mwanaume. Tulienda jandoni. Mimi nimeonga gari kabla sijaoa Alice, na mwanamke amechukua Vitz yangu ya blue, lakini baada ya kuachana naye ni wazi, anaitwa Recho, nilikuwa naigiza naye mahusiano Alichukua Vits yangu ya blue lakini niliachana naye nikaendelea kwenye maisha yangu ya ndoa. Na Vits sijawahi kusema, leo ndo kwa mara ya kwanza naisema na am sorry kusema. Iki sisemi kama vile kujimwamba fai, nasema kutoa mfano hai. Aliondoka nayo ka kunyang'anya, aliondoka nayo nikawambia kwa sababu nilikupa tukiwa kwenye penzi zito na tumeachana tukiwa kwenye penzi zito ikamwachia recho sasa. Hapo hapo, uh, tumemwona kwa mfano Dula Makabila wanza choko choko zake za kuingia studio na kufanya nini. Unahisi Zailisa anaweza akarudi kwa Dula? Ni kosa la la, la kiufundi Zailisa atalifanya akirudi kwa Dula. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa umerudi kwenye mahusiano kwa kulipiza kisasi kule ulipotoka. Autulize moyo wake, atulie, apumzike, amrejeshe Mungu na nafsi yake, alafu ainuke usiku, usali, amwombe Mungu ampe mume mwenye mwenye maono na mwenye ustaamilivu wa maisha yake. Akisema akurupuke sasa hivi aende kwa Dura Makabila, atakuwa anaenda kwa sababu ya nguvu ya fanbase, nguvu ya upepo ya kulipa kisasi. Na nikwambie, dini zote mbili Waislamu na Wakristo inakemea roho ya kisasi. Hakuna aliyefanya roho ya kisasi akafanikiwa yoyote. Hata mzungu alifanya roho ya kisasi ndio maana akaangukia pua. Sababu ilikuwa kwa kwa ndoa ya kisasi kwa rushaina. Kwa hiyo ndoa yote ya kisasi huwezi kufanikiwa, na niwaambie waje watu niwape darasa la ndoa, acheni upumbavu, kukaa mnajimwambia, njooni niwape darasa la ndoa, acheni mambo ya mtandaoni. Mimi ninachokifanya Instagram na mke wangu ndio ninachoishi uhalisia, na ndio maana huwezi kuona mke wangu, na tumekosana mimi na yeye tumekosana, umeshaona sijui kanibloka au kaniunfollow? Ana akili. Tulimkaribisha Mungu kabla hatujakutana na hii sio kwa uwezo wangu mimi, ni kwa sababu tulimuomba Mungu. Mimi niliomba Mungu nipate mke mwema na mke wangu aliomba Mungu apate mume mwema. Mungu akampa mimi na mimi Mungu kanipa yeye. Ndio maana umeona tuko sisi, hatugombani, tunaishi. Tunaishi kwa shida, kuna kipindi hatuna, kuna kipindi, kipindi tunakopa, lakini jitihada na kutia nguvu mwezio unaishi. Waje watu niwape darasa la ndoa? Ayo ndoa imemshinda. Mzungu ndoa imemshinda. Um, amini ndoa imemshinda hao. Wow, wote ndoa zimewashinda wameangukia pua. Waje ni wape siri ya kuwa maarufu kudumu kwenye ndoa ni, ni ipi? Na nani huyo ndoa imemshinda? Alikiba mapema na karudi zake Mombasa. <tabila> Harmonize alitaka kumuoa Kajala ndoa imemshinda namwambia Harmonize njoo nikupe siri ya kuishi kwenye ndoa uweze kukua. <tabuza> Mimi jamani, mimi nisiwafiche, mnaweza mkaona Mwijaku anaongea, lakini najua maisha ya ndoa ni sahihi. Mwanamke au mwanaume, unapoingia kwenye ndoa, unachukua ndugu zako. Nahisi hiyo pia kwa sisi Waislamu nisikilize, watu ahlal bait kukutembelea nyumbani kwako ni baraka watu wa ahla albaiti watu wa nyumbani kwako uko wako kukutembelea kwako ni baraka, sio dhambi mm -hmm. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati anatembelewa na, na masohaba anatoka Maka na kwenda Madina, alipokelewa na ndugu na jamaa. Kuna wengine maswahaba wengine walivopokea baadhi ya maswahaba wanawapa wake zao, bwana umekuja, e chukua mke wangu mmoja kumbariki. He, ni, ni, ni sunna kumkarimu mgeni. Kwa hiyo kuja mtu kwako ni sunna ila Eh? Sasa mimi na mke mmoja wane wake wawili ndio ameweza kufanya hivyo. Mimi nina mke mmoja. Nikipata mke wa pili naweza nikamwacha nikampa sahaba ambaye mtu ana hofu ya Mungu. Kwa nini unahisi ex wa pande zote mbili, wanasherekea Rushaina anasherekea maji na dura makabila, naye, anasherekea. Kwa sababu wote wana roho za visasi na wote wana mapepo mabaya ndio maana hawawezi kufanikiwa kimahusiano yao wote ndio maana umeona Rushaina hawezi kufanikiwa kila siku anaibua ana roho ya chuki husda na uchawi. Uliona juzi alivyomzungumzia Hamisa vibaya. Ukiona mtu unamzungumzia mwenzio kaolewa, maanake wewe una roho ya chuki husda na uchawi, huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Nisikufiche, hawezi kufanikiwa mpaka amwombe radhi Hamisa, okay. Mi nakwambia niko duniani leo, hawezi kufanikiwa duniani wala akhera hajaomba msamaha. Riziki inatolewa na Mwenyezi Mungu. Inatolewa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na Mungu Mwenyezi Mungu anawachukia watu wenye husda chuki na uchawi. Sauti yake tulisikia akimsema mume wa rafiki yake, wewe ujaona sauti yake hujaona meseji zake, unataka nini tena? Ile ni husda lakini, mama yake Hamisa amesema Hamisa ana rafiki mmoja ndio, ndio yeye kazungumzia vibaya. Haijalisha, sio rafiki yako, sio rafiki yako. Mimi leo nizungumzie roja roja, anaupele kwenye mapaja, niseme mbele za watu <laughs> hiyo ni husda mbaya. Ni kweli ndio unaupele, lakini sana naa Uh, so uh, namwataki uh, juksi uh, namkumbusha kijana mwenzetu, mwafrika mwenzetu I'm uh, uh, so proud uh, of him. Anaingia kwenye ndoa African boy uh, which is very good, anaingia kwenye ndoa. Ndoa inahitaji ustahimilivu, namkumbusha ajue wajibu wa ndoa. Harusi itapita, amejipangaje kuishi kwenye ndoa? Ukifungua DM ya juksi unakutana na wanawake elfu tatu mia tano wote wanamwomba mahusiano Yeah, ame ku reply amejipangaje hizo message baada ya kuingia kwenye ndoa? Tusisherekee leo kavaa nguo hii, kesho kavaa nguo hii, kesho kutwa wanapanda ndege, watu wanakwenda Nigeria kufunga ndoa, kwenda Nigeria. Swali linakuja, baada hivyo vitu vyote umejiandaje kuishi kwenye ndoa? Anampanga kutoa nyimbo za Kiingereza. Kama anatoa nyimbo za Kiingereza ataimbana nani? Unaweza kama mbea aende kumwandikia. Yes, safi. Kama mnaweza mwambia kumwandikia, aende akaandikiwe kwa sababu upepo wa Nigeria, Tanzania wanamjua Jukes. Hawamjui msanii yote mwingine zaidi ya Jukes. Mm-hmm. Jaiva wanamjua. Jaiva amfahamu. Jaiva alienda kwa kama vile useme uje da hapa uende Tabata kwenye baa za Tabata. Kwani Diamond afahamiki Nigeria? <laughs> Ndio maana kabla mwambino anafahamika kwenye baa. Yani Nigeria ukienda uende <laughs> Tabata. Ukienda kule ataona, wewe ni ukienda Tabata wewe mwenyewe unajulikana. Sasa Mwijaku, samani naomba na, nikurudishe nyuma kidogo kwa Rushaina kipindi hiki kwenye vuguvugu lake na Manara, unapenda kumwambia nini kama mtu ambaye tarrusha kwenye ndoa, labda pengine wamevunja ndoa haijawa official, ingawa pia unasema kwamba imetolewa talaka moja sio talaka mbili? Am, sina uhakika kwenye hilo. Kipindi hiki unamwambia nini ndugu Shaina. Na mimi Zaiylissa. No, amrudie Mungu, unajua ndoa ni ni baraka. Ndoa inapangwa na Mungu, kwa hiyo kwanza swali la kaambili usiku, suratul haja, amuombe Mungu matamanio yake, matamanio yake anataka nini, alafu amuombe Mungu ampe moyo wa subra na atoke mitandaoni kwa muda, kwa sababu sasa hivi kila mtu utaona mbaya, kila mtu utamwona mzuri. Kwao mkaribie Mungu, swali la kaambili nuka eh, shukuru Mwambie Mungu asante kwa riziki unipa, asante kwa riziki kuondoka, lakini Mungu naomba unikutanishe na mtu wa ndoto yangu ambaye atanielekeza maisha mema ya kuishi. Mwana hofu ya Mungu tu, yaani mwanaume ukiwa sio mvuta sigara sio mnywa pombe, alafu unakaa unasimama na kanzu mbaya unaifanya Muislamu kumbe ndani unavuta sigara unakunywa mapombe, hafai kwa zaidi sana. Zaidi sana nataka mwanaume ambaye ana hofu ya Mungu atakuwa hauna ucha Mungu wa mtu uendane moyo wake